Bwana, tumepata nafasi ya kufika ofisini kwa mtumishi Sam kwa mara nyingine tena. Of course unajua ni mtu ambaye tukikutana naye huwa anapata vitu vipya sana, na pengine pia na wewe ni mmoja kati ya wale ambao huwa wanapenda kufuatilia kile ambacho anakizungumza, lakini sisi tuko hapa kupatia mengine zaidi. habari yako mtumishi. Salama. Sima kabisa. Na mwenyezi kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, naona mambo soma baya. Ndiyo. <laughs> Kila kitu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu maana mm, yeye ndo mwenye uwezo wa kila kitu. Sisi wanadamu tunaweza tukapanga, lakini Mungu akapanga yeye zaidi kuhusu sisi mm -hmm. Ndio, na wakati mara ya mwisho tunafika hapa tulizungumza mengi sana, lakini kwa mwonekano tu wa hapa sasa hivi naona vitu vimeendelea sana <laughs> sana na kwa kijana ambaye anamtazama mtumishi Sam, anatamani kuwa kama mtumishi Sam, pengine afanye kitu gani ili afikie levo ambayo yuko nayo sasa hivi? Unajua, mtoto akizaliwa ili watambue kwamba anakuwa, lazima mabadiliko awepo. mm -hmm. Ukimwona mwanao atambae wala asogezi mguu, ujue kuna shida. Ko yoyote yule ambaye anaitamani kufika sehemu, mm amna mtu yoyote anayemkataza mtu kufika sehemu yoyote, lakini jitihada za mtu ndo zinampeleka mtu sehemu fulani, na hata kijana yote anahitaji kwenda kufika sehemu, cha kwanza amtangulize Mungu kwa kila kitu, kila anachohitaji kukifanya. Bila Mungu huwezi kufika popote pale, na ukifanya kitu kwa ajili ya watu huwezi kufika, lakini ukifanya kitu kwa ajili yako wewe utafika popote pale unapohitaji wewe mm -hmm. ndio wengine wamefika mbali zaidi kwako, kwa kuhusu mtumishi. Na moja comment ambayo nishe kuiona wakati video yako moja imepita kwenye page ambayo wanaifuatilia sana uh, watu wanasema huyu uh, mtumishi Sam uh, tunamuona wakati anaanza kipindi kile ambacho tunaanza kumfuatilia, na sasa hivi kuna tofauti mkubwa kwenye maisha yake. Uh, tunamuona ni mtu ambaye ameimprove au ame, develop, ame kwenye baadhi ya vitu hata katika upande mzima wa kifedha, je, kuna ukweli wowote kusulinyjkuambia <laughs> kitu ili mtu unajua mtu ili mtu aseme kwamba fulani tunamwona anaendelea hivi ni kwa sababu gani? Au, au hawakunijua kabla? Ko mtu akisha kujua, inampa ina muda ya yeye kuwa bize na wewe, na mtu asha kuwa bize na wewe, ina maana kila wakati atakufuatilia na kikufuatilia ina maana ndo mwanzo wa wewe kuzoeleka. Aidha, wengine wanaweza kahisi kwamba kifedha ama kinini, lakini mimi ninachoamini kwangu nazidi ku, mimi kwa upande wangu nazidi kukua zaidi kiimani zaidi, lakini kuhusiana na kuhusu pesa hicho sijui, kwa sababu mi toka nilivyokuwa nilivyo sasa hivi na bado nivyo hivi hivi na nitaendelea kuwa hivi hivi, ila kinachozidi kukua kwangu ni imani ya kiroho na utambuzi mkubwa wa kiroho kinachokuja kilichopita na kilichopo. Ndiyo kuzungumza vizuri hapo mtumishi. Uh, moja kati ya maswali ambayo yamekuwa yakizuka sana kwenye mitandao ya kijamii na mada ambayo yanazungumzwa sana sasa hivi ni swala zima la mahusiano. Mahusiano yamekuwa na siri kubwa kwa watu wengine ambao hawajaoana pia, na kuna watu ambao wanaanzisha mahusiano, ndoa zinakuwa bado zinachelewa, wengine washaoana, lakini kuna kitu kinaitwa siri kwenye, kwenye mahusiano. Unakuta mwenza na siri ambayo hawezi kumwambia mwenza wake. Hapa tunazungumzia upande mzima wa wanawake eh, unakuta mwanamke ana siri ambayo hawezi kumwambia mwenza wake wa kiume, siri ambayo hata kesho akiingia kaburini hawezi kumwambia. Ipi sifa ya mwanamke kama huyo? <laughs> Unajua mwanamke ndio mtu pekee ambaye anaweza akaishi na mtu almost miaka mitano hata kama ampendi na akaja akampata mtu sahihi anayemhitaji na akakusahau Sababu mwanamke, unajua unaweza ukamsajilia laini leo, afu kesho akakwambia futa namba yangu, wakati usajili unasoma jina lako <laughs> mwanamke ni mtu wa kumzoea kwa sababu. Mwanamke ajai cha kwanza, mwanamke ajawai kushukuru. Anakushukuru muda huu, lakini jioni ukimkosea anaanza ko. Mwanamke wana siri nyingi ndani yao, lakini mwanamke pia ni kiumbe ambacho ni dhaifu pia akikupenda atafata kile unachokihitaji wewe na atafanya chochote kile unachohitaji mwanamke. Asipokupenda atakuigizia sana mm -hmm. Umenielewa? Biblia inatuambia kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu, tuishi nao kwa akili, lakini kwa sasa wao wanawake ndo wanaishi na sisi kwa akili, ndio maana wametupa majina mengi, ilikuwaga bebi, babe, bibo, babo Babes, yani majina ni mengi, mebaki tuitutu mabubu tu, kwa kutokana <laughs> majina yalivyokuwa mengi kwa sababu gani? Unaishi na sisi kwa akili. Kwa nini wanaishi kwa sisi na akili? Kwa sababu sisi wanaume asilimia tisini hatupendi ila tunatamani, na asilimia tisini ya wanawake wanapenda ila hawatamani. Umeelewa? Lakini katika ulimwengu wa sasa tuliopo tunaishi kinafiki kwenye mahusiano, unaempenda akupendi Umenielewa, anaempenda ampendi. Ndio maana unakuta mwanaume anapambana kumhudumia mwanamke alafu mwanamke huyo huyo anaenda ku, unamfungulia duka afu anaolewa na mteja, umeelewa? Kwa ina maana wewe hathamini pensi lako athamini, athamini aliyetoa kwake. Unajua anayekupa pesa sio kwamba ana pesa zimetosha, bali anakuheshimu kuheshimu, ndio maana anakupa chake kidogo. Kwa wanawake awajui hilo kwamba kwa nini huyu mtu katoa chake kidogo kanipa? Wao wanachokijua ni kuingiza. Maana mwanamke anapokupa kitu chake anakiandika kwenye historia, lakini wewe hatutoe, hatutoe magari mia, chake cha kwanza kitahesabika sana, umeelewa? Kwa mwanamke anapokuwa na siri kubwa ndani yake, huwa mara nyingi mwanamke ambaye anakupenda hawezi kuwa na siri ndani yake, kwa sababu hamna mtu mbaye pia ni mgumu kuvumilia kama mwanamke emfikiria. Kwa, kwanza, ndugu yangu, mwanamke yuko tayari amuogope mpenzi wake au mume wake, lakini si asimwogope Mungu aliyemuumba. Kwa nini mwanamke anatembea na shemeji yake, Mungu ajue tu it is okay, lakini mwanaume wake asijue mpaka kiama? Kwa Mungu na mume, we nani mkubwa? <laughs> <laughs> <laughs> kwa mtu ahivo, unamwogopaje kuna juzi tu nimetoka kuandika caption fulani hivi kwamba kama mwanamke ame, amekuwa na ujasiri wa kutoboa pua, je, moyo wako ataufanyaje? pua yake anaopumulia kaitoboa, mm -hmm, kaweka pini, afu wewe moyo wako ataufanyaje? <laughs> tuna mtu ana ujasiri wa kutoboa pua, yeah, na anajikaza alafu, moyo wako ataufanyaje? <laughs> Atakuchakaza. Kwa mwanamke akikupenda kutoka moyoni, mm. Awezi kuichezea moyo wako, na amna siri yoyote ndani ya mwanamke. Kama endapo mwanamke atakupenda, mwanamke akikupenda kwa dhati, atakwambia vyote vya familia yao. Mimi kwetu, baba yangu mkorofi, dada yangu anipendi, kwetu awanipendagi, mimi ndo nasaidia nyumbani kwetu, mwanamke akikupenda. mm -hmm. Lakini mwanamke kama anakuigizia, awezi kupa siri yake. Amna siri ya mtu mmoja dunia hii ujue Unalijua hilo ko? Kama amna siri ya mtu mmoja na wawili, ndio watu wapenda nao inakuwa hiyo, sio mapenzi tena mm -hmm. bali mnaigiziana. Kwa hiyo hapo ulivyozungumza, ni bora kuwa na mpenzi ambaye eh, mkweli lakini hana fedha, au bora kuwa na mpenzi mwongo ambaye ni tajiri? Mimi ningeulizwa kitu ambacho nakichukia maisha yangu yote ningejibu kwamba nachukia mapenzi ya uongo ya pesa, kwa sababu asilimia tisini, wanawake wengi wanajua mwenye pesa ndo mwenye mapenzi ya kweli. Wanawake wengi na watu wengi wanajua hilo, ndo maana vijana wengi wameenda kwa mashangazi. Kwa sababu gani? Wanajua wenye pesa ndo wana mapenzi ya kweli. Lakini nakanusha kwamba mwenye mapenzi ya kweli ni yule anayekuthamini utu wako, heshima yako, thamani yako. Umenielewa? Hmm. Sababu mwenye pesa ana uwezo wa kukuleta na Bolt mpaka kwako, alafu muda wa kurudi akakwambia ukiwahi ukifika utanijulisha. Yani kuja atakuthamini, kurudi utajua mwenyewe. Hmm. <laughs> Umenelewa? Ko mwenye pesa siku zote huwa hawathamini watu, huwa wanathamini pesa yao. Kwa wanawake hawajua hilo, wao wanachokijua ni kwingi, kwa sababu unajua wanawake wa siku hizi wamebaki wanampenda mtu kwa kitu, amempendea mtu ndevu, anampendea mtu sura, anampendea mtu simu. Yaani mwanamke anaweza kumwambia yule kaka anampendea tu simu yake ile aliyokuwa nayo, anaweza urefu wake, weusi wake, na wanawake, kitu ulicho nacho ndicho anachokupendea. Lakini kwa sasa wanawake anaingia kwenye mahusiano kwa kitu, una pesa, kuthamini ukiwa na pesa anakuja kwa pesa, ndio imemleta kwako. Mwanamke anaweza akapenda pesa yako tu na asikupende wewe, yani akapenda tu pesa yako, lakini wewe mwenyewe asikupende, lakini akakufanyia mapenzi ambao wewe ukajua kweli, hapa anapendwa, kumbe kinachopendwa ni pesa yako. Kwa sababu mwanamke, unajua anaweza kana wanaume kumi na na na usitambue, na anaweza akawahudumia kwa wakati mmoja na wote mwanamke mka... ambaye anaweza akakutambulisha mpenzi wake kaka yake ajabu Si ajabu. Kwa hiyo pesa ime, imekuja kuharibu mahusiano mengi sana, lakini siku hizi mtu anaweza kakwambia mimi mi niolewe na, na fulani ana kitu, atanipeleka wapi? Mimi ni kwa sababu gani? Pesa imepata nafasi kubwa kuliko mapenzi, alisia. Ndio maana wamebaki kusema mapenzi yako Ulaya, mapenzi yako sijui wapi hamna. Ni thamani ya mapenzi imepotea, watu wanajali kitu kuliko mahusiano yenyewe kwao. Unakuta mtu anaingia kwako kwa, kwa kitu amekuona na gari, ameona uko kwenye media, ni mwandishi wa habari. Mi napendaga mwandishi wa habari kidogo kidogo. kwa nyuma, mke hmm wa Obama Michelle, yeye ndoto zake alitamani kuja kuolewa na rais lakini akaja kaolewa na Obama kuwa rais, kwenye maombi yake ndo ikafanya Obama kupata urais. Kwa wanawake wengi hawajui hilo, wanahitaji mtu ambaye ameshakuwa rais moja kwa moja. <laughs> Namaana yule angekuwa anataka yule ambaye moja kwa moja, namaana asingepata. Lakini yeye aliomba Mungu aja ampe mtu rais, lakini alivyopokea mtu ambaye sio rais, aliendelea kuomba Mwenyezi Mungu amfungulie mume wake siku moja awe rais, akatimiza ndoto yake. Lakini siku hizi wanawake hawana hicho kwamba akuombea uwe tajiri we. Afu kuna mtu anakuja anampandisha gari afu anamtembeza mpaka Mbezi kwa mguu <laughs> yani yani, akuambia kwanza hata anaona kama una, una yaani unampotezea wakati yani, kwa sababu mwanamke mwanamke kama alimwambia tu Ayubu yani yani, alimwambia Ayubu kabisa live. Yani wewe Mungu gani unamwomba? Mara ameua watoto, mara sasa hivi mbaki hauna kila kitu. Mungu gani? Yaani mwanamke hana uvumilivu afikiri kwamba kabla ya yote tulikuwa wapi? Jaribu kidogo tu kashabadilika. Kwa mwanamke naye wewe pia unapokuwa naye 50-50 yani, mm. <laughs> Kwa 50-50 tu. Yaani mm. Biblia inasema tusiwe wavuguvugu lakini kwa mwanamke itakuwa wavuguvugu kidogo. Sasa unaweza kaingia miguu yote, afu kumbe mwenzio kategesha mnara wake. Alfu mwishi waziki anakwambia sina fyuc na wewe. Yani ndo tabia, yani wengi wako mm hivyo -hmm. kukuta mwanamke kwamba nitakupenda kwa hali nita yako na akakupenda kwa hali yako ni wachache sana. Yani siku hizi watu wanathamini kitu kuliko kulikoutyani kuliko utu yani, yani kinathaminiwa pesa kuliko kitu chochote kile. Ndio maana unaona mapenzi yameisha yamebaki vitu kila kitu yaani, hata wenye pesa pia wanatumia pesa zao kwa ajili ya wanawake. Ndio maana watoto wengi wa kike wa chuo wanakufa ovyo, kwa sababu walio na pesa wanatumia pesa zao kwa ajili ya kuwatumia kiro... kufanya mambo yao ko mapenzi ya pesa. Ndio wengi wanasema bila, bila pesa hamna ya kila kitu. Piga suti yako nyoka, barabarani hapo, zunguka, kama mtu atakuelewa alafu mimi nivae kitisheti changu tu afu nishuke hapo na V8 afu nisimamishe nani, ataitikiwa? Mfano mdogo tu, ukisimama na gari mbele ya duka, mwenye duka atatoka atakufuata. Simama kwa mguu pale, afu mbe we nahitaji vocha hapa, atakuja aji ko, pesa kwanza inaangaliwa, pesa.